Naitwa Salome Kessy, ni mkurugenzi wa utawala na usimamizi rasilimali watu, lakini kwa leo hapa nimemwakilisha katibu mkuu ndugu Muhamed Hamis Abdallah kwa ajili ya kufungua kikao kazi cha kupokea maoni ya wadau wa mawasiliano pamoja na teknolojia ya habari kwa ajili ya kutoa maoni katika rasimu ya kanuni za ada za sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi. Lengo la kikao hiki ni kupokea maoni kutoka kwa hawa wawakilishi waliofika leo hapa, tuweze kupata maoni yao kuhusu hii, hizi rasimu za kanuni zilizoandaliwa za ada kwenye hii sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi. Kanuni hizi zitaenda kusaidia kuwapa wananchi kupata uh, ulinzi wa faragha zao ambao ni haki ya kikatiba na pia itatusaidia katika kutekeleza au ku kufanya yale ambayo ni Mheshimiwa rais ametuelekeza katika 4R zake. Watu waliohusika wadau kwenye kikao chetu ni wawakilishi kutoka kwenye huduma za kibenki, uh, huduma za mawasiliano pamoja na taasisi zote za umma. Ni kuwaomba tu washiriki watoe maoni yao kwa kwa weledi lakini pia kwa kuzingatia kanuni hizi zilizowasilishwa mbele yao kwa ajili ya kuweza kuziboresha na kuweza kuzienda kufanyiwa mchakato wa kuzitangaza rasmi.